Hapa ni one term. One term. Hapa tigani ya East. Harambe. Kwa siku ya pili mtawalia, viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua wameendeleza ziara yao kaunti ya Meru wakizidi kukosoa uongozi wa Rais William Ruto, wakiwataka wenyeji kuwaunga mkono katika azma yao ya kuhakikisha Rais Ruto anahudumu kwa muhula mmoja pekee. Unacheza na Watigania? Hawa ni dume. Hawa ni watoto ya Maumau. Wewe peleka vita Nairobi, peleka vita Kisumu, peleka vita kwa Rusugoi. Gachagua akiwakosoa viongozi wa maeneo hayo wanaoshirikiana na serikali akidai kuwa kunao walioagizwa kutuma vijana wa vuruge mkutano huo, akiwataja kuwa wasaliti na kuwataka wananchi kuhakikisha hawatarejea mamlakani. Mimi naomba ndugu yangu Mboro mtu wa Mburi, tafadhali mheshimiwa, hawa watu walikuchagua bwana. Wewe natuma watu hapa na mapanga yeah? Aende aende Boro Aburi aende, msaliti aende, asiende wangavu anasema Boro Aburi aende. Wewe Ruto, wakiwa na soprano wanakupatia pesa asubuhi, unanunua mapanga, unapatia hao, wakuja wakatakata ya kinamama. Ni aibu, si aibu? Ni aibu, si aibu? Hao wabunge, msaidiane, tuwafukuze, tumekubaliana tumekubaliana waja ni watume kwa mporo wa Bori mporo waja, nikuambie Linturi ni ndugu yako, usimrushie mawe usimrushie mawe wawe ni kiongozi Meru, heshimu watu. Naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala akitoa wito kwa wananchi kujitokeza katika maandamano yanayotarajiwa kufanyika wiki ijayo huku akiukosoa ukatili anaosema unaendelezwa na idara ya polisi na kushinikiza kujiuzuru kwa naibu inspekta jenerali wa polisi Elliot Lagat. Mimi naambiwa tarehe ishirini na tano kule Nairobi, mnajua hiyo siku ni public holiday tena. Serikali inataka kutuma watu wakuje wapige wale watu watakuwa wanaandamana tarehe ishirini na tano. Mimi ningependa kuomba Wakenya tarehe 25 ni siku ya ukombozi, kila mtu ajitokeze. DIG Langat alienda kuandika statement kule kwa IPOA, lakini mpaka sasa hivi hiyo statement hawajaweka kwa public, tuone aliandika nini. Kama statement ya DIG haitakuwa imewekwa by kesho asubuhi, sisi tunasema Hatutakubali polisi yoyote ashike raia yoyote. Sisi tunasema Langat must go, Langat must go. James Mwangi, Undugu TV.